Alfred Mutua ameongoza kampeni za mgombeaji wa uwakilishi wadi eneo la Mumbuni Kaskazini kupitia chama chake cha Maendeleo Chapchap Harrison Wambua Mutuku, kampeni ambazo zimejawa na siasa za kupimana nguvu na vinara wengine eneo la Ukambani yani nani aliye maarufu zaidi. Mutua akichukua fursa hiyo kutetea serikali ya Kenya kwanza na ajenda zake kwa Wakenya, akibaini kuwa rais William Ruto ameandaa ziara ya maendeleo katika kaunti tatu za Ukambani, hiyo ikiwa ni ishara tosha kuwa hajalisahau eneo hilo kama inavyodaiwa. Baada ya kifo cha mwakilishi wadi wa Mumbuni Kaskazini katika kaunti ya Machakos, Gideon Kavuu Chani... viongozi wa kisiasa wamekita kambi katika eneo hilo ili kueleza manifesto yao kwa wakazi na kuwarai kuwapigia kura katika uchaguzi mdogo ujao, hii ikionekana kuwa ngome ya vinara vikuu wa vyama vikuu eneo la Ukambani pimania nguvu na kubaini ni yupi kinara mkuu eneo hilo. Waivi wa hivi punde akiwa waziri wa Leba, Alfred Mutua na wandani wake wa chama cha maendeleo chap chap. Huyu kijana Harrison Wambua Mutuku anaweza kazi, anaweza kazi, ana mikakati, ana akili, yuko sawa, na nataka kuhakishia kwamba yeye yuko kwa debe, hakuna watu wengine wanasema hata tutamwachisha hapa katikati. Hakuna kitu kama hiyo, hiyo ni propaganda na porojo yuko kwa kazi na tutakuja tukuapishe kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na kura ya wananchi pale county ya assembly wahudumie watu wa Machako. Na kutokana na tetesi kuwa serikali ya Kenya Kwanza imetenga eneo la Ukambani kimaendeleo, Mutua ameeleza kuwa Rais William Ruto ameandaa ziara ya maendeleo katika kaunti tatu za Ukambani ambapo atazindua miradi ya maendeleo iliyokwama kwa muda mrefu. William Ruto ameniambia niwaambie, anakuja Ukambani anataka kuja Ukambani na akuje atuachie mali nyingi sana hapo Ukambani, sawa? So, yeye atakuja hapo Ukambani, tuzunguke na yeye aache barabara, aache miradi, aache kazi, ndio watu wetu waweze kupata manufaa ya kwenda mbele, tukuwe na amani na mpangilio mzuri wa kusonga na mbele kabisa, kwa sababu mbele iko sawa, chama hwdoma ni afle iliyohudhuriwa na mbunge wa Machakos mjini Kaleb Mule, mwenzake ya Kibwezi Mashariki Mwengi Mutuse, miongoni mwa viongozi wengine. Sasa, Kaleb wewe, ukichikana na huyu kijana mbele iko sawa. Kampeni za mwaniaji wa wadhifa wa Mumbuni Kaskazini na chama cha maendeleo Chapchap Harrison Wambua Mutuku ziliisha kwa maombi ya kuiombea serikali ya Kenya Kwanza iwe tutam yakiongozwa na Waziri Alfred Mutua. Mutuse kutoka Kibwezi ambaye ametoka mbali kuja kuongea na sisi hapa, tunamshukuru sana. Pia ndugu yetu tu tam Kaleb Mkambani, tupate kiti ya urais ambayo tuliagizwa kutoka kule mwanzo wakati wa Paul Ngei. Tunaomba kila jamii hapa ibarikiwe na tukiondoka, uwe pamoja nasi. Tunaomba machache kajeniyesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu. Amina, asante na Mungu awabariki. Isaac Musyoka, Undugu TV. Na dakika ni ishirini na moja baada ya taarifa za saa kumi na mbili.